Hicho kizazi kinachotengenezwa ni kizazi kibaya sana, na kiko sasa hivi, na ndio kizazi hiki cha kwetu. Ndio sababu unaona watu wako serikalini maaskari wamebeba bunduki lakini hawajabeba kweli ndani. E, true soldier sio mtu aliyebeba gani na akaweza kutishia na kuwa wezake. E, true soldier ni mtu ambaye anaweza akaitupa akaisacrifice gani akasema asiwezi kuua bila sababu ili niendelee kulipwa mshahara, ntachuzi mimi hiyo peni. Nimwandikia siku moja IGP kwenye ukurasa wa X na Instagram nikasema kwamba a true soldier is not a person ambaye anashika bunduki na kutishia watu, ni mtu ambaye anauishi ukweli ndani yake, hata kama huo ukweli una gharama. Hatuna hiyo sosayati tena. Sasa hatari yake nini? Hatari yake kwamba hii inakuwa inakuwa tabia ya nchi nzima tumenormalize. Ina, inakuwa wa norms sasa. Ikishakuwa tabia ya nchi nzima, au watu hawa ndo hao wako CHADEMA, wako vyama vingine vya siasa, kesho chama kingine cha siasa kinashika mamlaka, kinashika mamlaka na watu wenye kacha ile ambayo tumeifundisha katika vizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu, na tumenormalize kwa kimsingi, nini kitatokea? Kitakachotokea ni kwamba utakuwa na chama tofauti kwenye mamlaka ya nchi lakini watu wenye tabia zinazofanana kwa sababu walisha normalize uhalifu na ukatili. Ndio maana rai yangu kwa watu wote wa maofisini serikalini, kila mahali, kukataa uuni, sio swala la kuwa mpinzani, ni swala la maadili, ni swala la kujali utu wema, la kuwa na empath, na simpas na kujua the purpose of living sio ku accumulate ni kushare values, ni kushare dignity, ni kushare hope, ni kushare love. That should be the purpose of our life, lakini atu, atu, atu, hatuna society aina hiyo. Sasa ndio maana watu wanakaa ofisini kupanga wizi wa kura e, na naona it's okay kwa sababu umeshapangwa huko nyuma wamenormalize na ndio maana anayezuia wizi wa kura anaitwa mhalifu, ni Nikoli...